Naomba tuangalie tatizo lingine la uzazi, uh, upande wa wanawake ambalo hili linazungumzia zaidi upande wa mirija ya uzazi. Tunataka tuangalie uh, je, mirija ya uzazi inaweza ikamzuia mwanamke asishike ujauzito au ni kwa namna gani mirija ya uzazi inaweza ikamzuia mwanamke asishike mimba au ujauzito? na tutaangalia kuna uhusiano gani kati ya mirija ya uzazi na tatizo la ugumba. Lakini inafahamika kwamba uh, katika safari ya mwanamke kutafuta ujauzito au kupata mtoto, kuna viungo vingi ambavyo ni muhimu zaidi katika kuhakikisha swala hilo linakamilika, na moja ya viungo ambavyo vina umuhimu sana katika kuhakikisha swala hilo linakamilika ni pamoja na mirija ya uzazi. Ah, uh, japo kuwa hii mirija ya uzazi ambayo pia huwa inafahamika kama fallopian tubes mara nyingi huwa haizungumzwi sana, na wala huwa haizungumzwi kwa kina wala haipewi ufanisi mkubwa upande wa afya ya uzazi wa mwanamke, japokuwa ndio mlango muhimu au ndio mlango mkuu sana ambao huwa unasaidia kupitisha yai kutoka kwenye ovali na kuelekea kwenye ule mfuko wa mimba kwa ajili ya kuhakikisha uh, mimba inatungwa. Lakini mirija hii ya uzazi, kwa bahati mbaya, huwa hatuizungumzii sana kama eh, zilivyo changamoto zingine za uzazi, na ndio maana tunasema kwamba mwanamke anayetafuta ujauzito hawezi kutafuta ujauzito bila kuzungumzia masuala ya mirija ya uzazi. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba, je, kuna uwezekano wa mwanamke kuweza kushika ujauzito aa, pasipo kuhusisha masuala ya mirija ya uzazi? Jibu ni ndio, inawezekana. Lakini je, unafahamu kwamba mwanamke mwenye mirija ya uzazi iliyoziba au mwanamke mwenye mirija ya uzazi iliyoharibiwa anaweza akapoteza uwezo wake kabisa wa kushika mimba? Kama unafahamu ni vizuri, lakini kama haufahamu niombe uungane na mimi hatua kwa hatua kupitia darasa hili la leo. Naamini utajifunza kwa kina zaidi na utaelewa kwa kina zaidi, japokuwa wanawake wengi sana, nimesema, huwa wazungumzi sana hili swala la matatizo ya mirija ya uzazi, japokuwa uh, hii mirija ndio inayosaidia kusafirisha yai kutoka kwenye ovari na kuelekea kwenye ule mfuko wa mimba, na ndani yake pale ndiyo inasaidia sana sana sana kukutana na mbegu ya kiume na kutungisha mimba. Hivyo basi uharibifu wa aina yoyote unaotokea katika mirija hii ya uzazi unaweza ukamzuia mwanamke asishike ujauzito katika maisha yake ya kila siku au katika njia ya kawaida ambayo inafahamika. Na takwimu zinaonyesha kwamba takriban asilimia 25 mpaka asilimia 30 ya wanawake wanapata haya matatizo ya mirija ya uzazi na wanashindwa kushika ujauzito kutokana na haya matatizo. Japokuwa ripoti za shirika la afya la kidunia linaonyesha kwamba Mwanamke mmoja kati ya wanawake wanne barani Afrika huwa wamewahi kukumbwa na hili tatizo la mirija ya uzazi na kusababisha kushindwa kushika, kushika ujauzito, hasa hasa tatizo la kuziba kwa mirija ya uzazi. Lakini zaidi ya asilimia tisini ya mimba zote zinazotunga nje ya mfuko wa uzazi huwa zinatokana na hili tatizo la mirija ya uzazi au huwa linatokana na matatizo mbalimbali katika mirija ya uzazi. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani kumbe hili tatizo lina uzito sana, sana, sana katika jamii, kama asilimia zaidi ya tisini za mimba zile zinazotunga nje ya mfuko wa uzazi ambao tunaitambua kama ectopic pregnancy, chanzo kikubwa huwa ni matatizo kwenye mirija ya uzazi. Maana yake kumbe ni wanawake wengi sana wanashindwa kukamilisha ndoto zao za kuitwa mama kutokana na hili tatizo. Kwa hiyo wewe mwanamke mwenye tatizo la mirija ya uzazi au wewe mwanamke ambaye ulikuwa uelewi elimu hii, ni kuombe ufahamu aa, kwa kina nini chanzo cha hili tatizo, dalili ni zipi, madhara ni yapi, watu gani wapo kwenye hatari ya kupata hili tatizo na namna gani unaweza ukajikinga na ukaepuka hili tatizo. Moja ya chanzo kikubwa cha hili tatizo la matatizo haya ya mirija ya uzazi ni pamoja na maambukizi ya muda mrefu kwenye via vya uzazi. Hapa ninazungumzia maambukizi kama ya PID, mara nyingi haya maambukizi yakisaidiwa na wale magonjwa ya zinaa kama vile gonolea, chlamydia, haya ni baadhi ya maambukizi ambayo huwa yanaathiri kwa kiwango kikubwa sana hii milija na kusababisha aidha milija izibe au kusababisha makovu kwenye milija na kumzuia sasa mwanamke ashindwe kushika ujauzito. Lakini sababu nyingine ni upasuaji wa awali ambao mtu pengine aliufanya na ukaenda kumwathiri kwenye tumbo au kwenye nyonga, na mwisho wa siku ukasababisha mimba iweze kutunga nje ya mfuko wa, wa uzazi kwa sababu ya kuathirika kwa hii mirija. Lakini sababu nyingine ni tatizo lile la endometriosis. Endometriosis hili ni tatizo ambalo linahusiana na zile tishu zinazofanana na zile tishu za ndani ya mji wa mimba zinaenda kuota sehemu nyingine nje ya ule ukuta wa mji wa mimba. Kwa hiyo mwisho wa siku zikiota sehemu nyingine, zinaweza zikaota hata kwenye hii mirija ya uzazi na kusababisha matatizo ya ugumba kwa mwanamke. Lakini sababu nyingine ni utoaji wa mimba usio salama eh? Umeamua kunywa tu meso ovyo ovyo, zinaenda zinaathiri kule kwenye mirija na mwisho wa siku unasababisha makovu kwenye mirija na uharibifu kwenye hii mirija, mwisho wa siku unapata tatizo la ugumba. Lakini pia matatizo mengine ni uvimbe eh? Uvimbe unaweza ukaota kwenye eneo hili la mirija na ukakandamiza hii mirija na kuzuia yai lishindwe kupita na kutungishwa, lakini dalili baadhi e, zinatambulika ikiwepo pamoja na kukosa kushika ujauzito baada ya miezi kumi na mbili na una e, dalili zingine ni maumivu ya mara kwa mara kitovu, lakini pia historia ya mimba ya nje ya mfuko wa kizazi. Hawa watu wanaopata tatizo la ectopic pregnancy mara nyingi huwa ukiwachunguza unagundua kwamba wana matatizo kwenye mirija ya uzazi. Matatizo mengine ni, dalili nyingine ni kutokwa na uchafu usio wa kawaida hukeni, mm? Unatokwa na uchafu unafanana kama maziwa mgando, unatokwa na uchafu upo kama rangi ya njano. Hii yote inaathiri ile mirija na kusababisha kuziba kwa mirija, mbali na mashambulizi ya bakteria ambayo yanaweza yakatokea. Lakini maumivu wakati wa tendo la ndoa ni dalili nyingine, au wakati wa hedhi, ina kuonyesha kwamba kwenye mirija yako kuna tatizo linaendelea. Lakini watu wanaoathirika zaidi ni wanawake walio katika umri kuanzia miaka 30 nimesema na kuendelea, au hata chini ya miaka 30 wanakutana na hili tatizo. Lakini wanawake waliowahi kuugua PID, na wenyewe wanakutana na hili tatizo, au waliowahi kuambukizwa magonjwa ya zina wanawake waliwahi kufanyiwa upasuaji wa nyonga, na wao pia wanakuwa kwenye hatari ya kupata ile tatizo. Lakini wanawake wanaoishi maeneo yenye huduma duni za afya, vijijini na maeneo mengine, inaonekana wanakutana sana na ile tatizo. Madhara yanafahamika. Moja ya madhara ni kupata tatizo la utasa wa kudumu. Kama mirija imeziba au imeharibika kabisa, basi ni ngumu kushika ujauzito. Lakini mimba ya nje ya mfuko wa uzazi inaweza ikatokea mara kwa mara na inaweza ikaleta hatari kwa afya yako ya uzazi na ikakusababishia upasuaji wa dharura. Lakini pia madhara mengine, utakuwa unapata msongo wa mawazo mara kwa mara hasa ndani ya ndoa. Unafahamu kama hakuna mtoto ndani ya ndoa ni matatizo gani yanatokea. Kwa hiyo unaweza ukakutana na hizo changamoto, lakini pia unaweza ukakutana na changamoto nyingine ya kupata gharama kubwa za matibabu ya uzazi kama vile E, gharama za kutumia IVF kwa, unaweza ka ukajikuta unaanza kutumia hivyo vitu vya namna hiyo ili upate mtoto. Lakini suluhisho ni nini? Hebu e, hakikisha unafanya vipimo, fanya vipimo. E, unaweza kufanya vipimo kama HSG, unaweza ka kufanya hata sound, unaweza kufanya vipimo vingine kwa ajili ya kutathmini hali ya mirija yako baada hapo ujaribu kutumia tiba mbalimbali zinazotibu maambukizi endapo umegunduliwa una maambukizi. Kama sehemu ni ya upasuaji, basi unaweza ukafanya upasuaji e, ili kuondoa vizuizi kwenye mirija. Kama unataka kufanya ile in vitro fertilization ambayo ni IVF, aina shida unaweza ukafanya kwa wanawake wenye mirija mirija, wenye iliyoharibika kabisa. Lakini mbali na hiyo unaweza ukapata elimu ya mapema na ukapata kinga dhidi ya maambukizi haya ya zinaa. Lakini uh, ushauri wangu nikiwa kama e, mshauri wa afya ya uzazi, wanawake wote wanaojaribu kushika mimba, namaanisha kuanzia miezi kumi na mbili na kuendelea bila mafanikio, mimi ninawashauri mfanye uchunguzi wa afya zenu za uzazi, kwa kufanya hivyo vipimo ambavyo nimezungumza, lakini pia usisahau kufanya vipimo vya mirija yako ya uzazi. Lakini mbali na hayo, jitahidi wewe unaepuka kufanya ngono isiyo salama, tumia kinga ili kujikinga na maambukizi ya zinaa. Lakini pale unapogundua una matatizo kwenye mirija ya uzazi, tunazo programu maalum za uzazi kwa wanawake ambazo zimeleta matokeo mazuri kwa wanawake. Basi usichelewe kutafuta hizi huduma za kitabibu iwapo tu, unajihisi maumivu ya mara kwa mara kwenye nyonga au unahisi dalili zisizo za kawaida. Hiyo itakusaidia wewe kuweza kulinda afya yako ya uzazi mara kwa mara, na kuhakikisha unafanikisha hitaji lako la kushika ujauzito pasipo kufanyiwa upasuaji, lakini pia pasipo kupata madhara ya aina yoyote. Ila endapo utaendelea kupuuza, maana yake unajiandalia mazingira ambayo yanaweza yasiwe rafiki sana kwako. Manake mazingira yanaweza yakachangia ukapata uka, uka matatizo mengine koo, ukajikuta unapata maambukizi mengine kwenye via vya uzazi, kama ujaamua kushughulika na hili tatizo mapema, na ndio maana tunashauri fanya vipimo. Kishafanya vipimo unakuwa umejilinda, ko, hata uwezo wa yai kusafiri vizuri unakuwa ni mkubwa lakini pia matatizo ya mimba kutunga nje ya kizazi yatapungua au yataondoka kabisa. Kwa hiyo tunashauri eh, usiendelee kulazimisha kushika ujauzito wakati unajua afya yako ya mirija haipo salama. Kwa hiyo matibabu haya yakipatikana kwa wakati, yanakusaidia kuepuka madhara makubwa baadaye. Baada ya kusema hayo, asante sana kwa kunisikiliza. Kama unahitaji ushauri, chukua mawasiliano hapo Unaweza ukatupigia moja kwa moja, tukakushauri na tukakupa msaada wa kitaalamu zaidi. Nikutakie siku njema.